Imani iletayo amani. Kila mwanadamu mpendwa anatamani amani ya moyoni na utulivu wa kimawazo, lakini mara nyingi dunia tunayoishi, kwa sababu ya mambo tunayokumbana nayo, haitoi suluhu kwa ajili ya sisi tupate amani. Muda ni mfupi sana kwa sababu ya yale changamoto tunazopitia. Kwa hivyo, nakukaribisha tunapoingia somo hili ili tupate undo kamili Baba, utukuzwe kwa maana wewe ni mwema. Sasa tunapopata somo hili utufundishe kupitia kwa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu naomba na kuamini, Amen. Kwa hivyo ni muhimu tupate amani, lakini kwanza tuwe na imani. Ndio maana Biblia inafundisha kwamba amani ya kweli inapatikana kupitia kwa imani ya Mungu. Hatuwezi pata amani ya kweli kama tuna imani ya Mungu. Kwa hivyo unatafuta amani, kuwa na imani ya Mungu. Basi ndio maana ukisoma Yohana kumi na nne ishirini na saba Yesu anatamka yafuatayo: amani na waachieni, amani yangu nawapa, si siwapi kama dunia inavyowapa, hapana si wapi vile ulimwengu utoavyo. Yesu anasema hivi, inamaanisha ulimwengu unasema una amani lakini si amani ya kweli. Ndio maana Yesu anatofautisha amani inayopeana na ile ulimwengu iko nayo. Je, unatafuta amani gani? Naamini unatafuta amani inayotoka kwa Mungu. Imani inayoleta amani. Kwa hivyo ili tupate amani ya kweli inayotoka kwa Mungu, lazima tuwe na imani ya Mungu ndio maana ukiingia katika Biblia katika lugha ya Kibrania jina amani linatokana na na jina emna, inamaanisha uaminifu, udhabiti, kutegemea Mungu bila kuyumba. Ndio maana saa Waibrania kumi na moja moja inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo, inamaanisha sio tu kubali ukweli bali ushikilie ahadi za Mungu hata kama hali ya maisha haionekani kuwa na matumaini. Kwa hivyo imani ya kweli inayoleta amani ni zaidi ya kusikia <laughs> lazima ushikilie ahadi za Mungu katika hali yoyote ile, ukumbuke hivyo. Ndio maana sasa unapozidi kusoma katika Bibilia, imani ya kweli inaondoa hofu. Ndiyo ileta amani. Katika Isaya 26:3 inasema umutunzaye kwa amani kamilifu kwa kuwa anakutumainia wewe. Mungu anamtunza kwa amani kamilifu yule ambaye anamtumainia. Kwa hivyo, katika imani ya kweli inaondoa hofu na itakupatia amani. Tunapomwamini Mungu, basi tunajua yuko hivyo, hofu inaondoka. Kwa maana ikiwa imani iko, hofu haitakuwapo na ikiwa hofu imeondoka, amani iko moyoni kwa maana hofu ikija inaondoa amani. Usisahau hivyo. Pia am, imani ya kweli ili tuwe na amani moyoni, inatufanya tuwe na amani inayotoka mbinguni. Katika kitabu cha Warumi tano moja maandiko yanasema hivi, kwa kuwa tumehesabiwa haki kwa imani, basi na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. kumbe kushikilia hadi za Mungu na kuwa na imani ya Mungu inatupa amani ya kweli kwa maana tumehesabiwa haki kwa imani, na kwa sababu ya hiyo amani ya Mungu tunayo. Kwa hivyo kupitia kwa imani tunapokea msamaha wa dhambi, tunaondolewa hatia ya dhambi. Jambo jingine, nimeona imani ni ya muhimu ili tufikie amani ya kweli imani, inatoa amani katikati ya dhoruba. Yaani, kuna wakati mambo yanakuwa si vile unatarajia, lakini kwa sababu ya imani uliyo nayo ya kweli kwa Mungu inakupa amani hata katikati ya nini, ya dhoruba. Haya mambo niliyapata katika kitabu cha Mathayo nane ishirini na sita. Wanafunzi walikuwa baharini wameogopa, kwa sababu upepo umevuma kabisa, mawimbi yanaonekana. Yesu alisema nini? Mbona mumeingiwa na ofu, enyi waimani haba? Kumbe nikiwa na imani thabiti kwa Yesu, nikimjua huyu Mungu ambaye ninamtumikia, hakika ananipa amani katikati ya dhoruba. Wewe unatamani amani hiyo? Kuwa na imani katika Yesu. Imani iliyo imara inatoa ofu na inakuletea amani katikati ya dhoruba. Ndio maana imani haimaanishi hakuna changamoto na amani haimaanishi mambo yako sawa. Hapana, lakini kwa sababu imani imejengeka juu ya mwamba Yesu Kristo, unajua kwamba hata katika changamoto Yesu yuko ndani. Kwa hivyo, wanafunzi wangekuwa na imani hiyo, wanajua kwamba Yesu yuko pamoja nao, hawangekuwa na ile hofu, hawangekuwa na maangaiko, hawangepiga nduru kwa hivyo Mungu anipe imani awe pia akupe imani iliyo imara, ili tujue kwamba si kwamba kuwa na imani na amani si kwamba hakuna changamoto, bali unajua kwamba Yesu yuko mashuani, kwa maana katika maisha pia kuna mawimbi ya maisha. Kwa hivyo jua Yesu ako katika mashua. Jambo jingine, nilisoma hiki kitabu, kinanifurahisha sana kitabu. Inaitwa Atua ama njia salama <laughs> atua kuelekea kwa Yesu ama njia salama. Kwa lugha nyingine, ukurasa wa arobaini na tisa, inasema hivi: imani alisi katika Kristo uleta amani ya kweli. Kutokana na hiki kitabu, ndio maana nikapata hiyo topic kwamba imani iletayo amani. Mwandishi anasema imani alisi katika Kristo uleta amani ya kweli, upendo kamili na furaha ya milele. Unaona mimi furaha mpaka nimetabasamu, kweli imani halisi, imani halisi mpendwa, huleta amani ya kweli, inaondoa woga. Kwa hivyo inaleta upendo kamili na furaha ya milele. Tena nilipokuwa nasoma, nikagundua kwamba imani ni mkono wa roho unaoshika nguvu zisizo za na kikomo. Imani ni mkono wa roho unaoshika nguvu zisizo na kikomo. Kama unataka nguvu zisizoisha, nguvu zinazoendelea, unahitaji imani. Hivyo ni mkono wa kushikia, usisahau hivyo. Kwa hivyo imani pia, kumbuka, inakuwa daraja linalotuunganisha na chanzo cha imani. Imani ni daraja linalotuunganisha na chanzo cha amani moyoni. Kwa hivyo ili upate amani ya kweli, daraja ni nini? Ni imani ndio kuunganishe uanze kuwa na amani moyoni kwa maana Mungu mwenyewe anaitwa mfalme wa amani. Katika Isaya tisa, maandiko yanasema ambaye angezaliwa angeitwa mfalme wa amani. Kwa hivyo imani daraja litunganishe na chanzo cha imani, cha amani samani. Imani ndio daraja linalotuunganisha na chanzo cha amani. Ambapo amani mwenyewe ni nani? Ni Mungu. Ninapomaliza ni kwamba niligundua jambo jingine. Ninapokuwa nasema katika Warumi kumi kumi na saba tunaambiwa imani uja kwa kusikia na kuja kusikia kwa neno la Kristo. Imani haikuji hivo tu, lazima usikie usikie neno la Kristo. Kwa hivyo lipende neno la Mungu. Pia nilipokuwa nasoma kwamba katika wa Petero wa kwanza tano saba inasema hivi, tunahitaji kumkabidhi Yesu mawazo yetu, mahitaji yetu mizigo yetu atubebe, hata wasiwasi wako, kwa maana anasema huku mkumtwika fadhaa zenu, kwa maana ye anashughulika sana kwa ajili yenu. Kama kuna wasiwasi kama kuna mizigo ambayo inafanya unakosa imani hivi kwamba usipata amani, mtwike Yesu leo, sio okay kesho. Kwa hivyo ninapomalizia, ndugu yangu na dada yangu naye nisikiliza, kumbuka somo imani iletayo amani. Amani ya kweli tumegundua kwamba haiwezi kununuliwa kwa fedha wala kwa dhahabu. Imani ya kweli inajengwa kwa ahadi za Mungu na kusikiliza neno la Kristo, na sio tu kusikiliza, bali kuyashika na kusimama katika ahadi ya Mungu, na sio katika hali ya ikiwa nzuri tu, hata katika changamoto. Tumeona imani ni daraja. Ni kuunganishe kwa chanzo cha amani. Imani ya kweli, imani halisi inaleta amani ya ukweli inaleta upendo kamili na furaha ya milele ndio maana ukisoma sasa Abakuki tatu kumi na tisa ninapokamilisha kabisa, inasema hivi: Bwana Mungu ndiye nguvu zangu, atanifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, akanifanya niende mahali pangu pa juu. Yaani nikuonyesha kwamba tunapomwamini Mungu kikamilifu Tunaweza kuimba kama Bakuki, na wakati huyo anaimba ni wakati mambo si sawa. Ukisoma fungu hilo lote, baadaye inasema kwamba wakati e, e miti haizai mizabibu, haina matunda, hata ukiangalia kwenye zizini ng'ombe wazai, akasema bado nitaimba, nitakuwa na nguvu, ataniwezesha. Kwa hivyo, imani iletayo amani, imani ya kweli iko katika Biblia, kusikiza neno la Mungu, kujenga imani yako katika neno thabiti la Mungu. Utapata amani moyoni. Barikiwa unapokuwa na amani hiyo katika jina la Yesu. Baba, uinuliwe kwa maana wewe ni mkuu. Umenena nasi. Ni kweli tunahitaji amani ya kweli ambayo itatokana na imani iliyo katika Mungu na inakuja kwa kusikiza neno lako. Na hata katika changamoto, hata katika dhoruba, imani hii itakuwa daraja lituunganishe. Imani hii ni mkono wa roho ambao unaleta nguvu zisizo na kikomo. Tubariki, tuongoze, tutafakari ujumbe huu mpaka tunaone tena, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Barikiwa sana.